Wakazi hawa katika kijiji cha Enkoireroi, kaunti ya Kajiado, wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti kujenga zahanati ya kisasa katika kijiji hicho. Angalau tukubuka watu wauko, tumekaa sana na shida kama hiyo hospitali. Mgonjwa alikuwa anashughuliwa hapa, anapelekwa Tinga, anaenda anaingia gari huko, uda wengine wanakufianga jiani, lakini tunasa shukuru jua kuletea hospitali karibu. Changamoto sasa ni maji hatuna maji hapa so tunaweza muuliza gavana kama kuna kitu kingine anaweza fanya ni tuletea maji, ili osali ipate kuendelea. Zahanati hiyo imegharimu serikali ya kaunti shilingi milioni tisa, ila inahitaji vifaa zaidi pamoja na wahudumu. Na tumeangalia tumekagua tumeona, tutahitaji vifaa, tutahitaji daktari, tutahitaji madawa, na mwaka huu tumeweka pesa ili kuweza kukamilisha hii hospitali ili baada ya muda usio mrefu tuweze kupata daktari hapa, naanze kutibu watu katika eneo hili la Ekoileru na, na kwingineko. Bodi ya madaktari imepiga marufuku kuandaliwa kwa kambi za kutoa huduma za matibabu katika muda usiojulikana. Bodi hiyo ilituma taarifa kwa vyombo vya habari ikisema kuwa itaruhusu tu kambi zilizoendeshwa na matabibu wa humu nchini pekee. Kambi za bure za matibabu zimekuwa zikiandaliwa mara kwa mara na wanasiasa wanaowaleta madaktari kutoka nje, hususan tunapoelekea wakati wa uchaguzi mkuu, ili kuwavutia wapiga kura. Deana Kendi, QTV.